Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, vilevile nitumie fursa hii kulishukuru tena bunge hili kwa tuzo mliyonipatia, kwa kutambua na kuthamini Nawashukuru waheshimiwa wabunge kwa kutambua na kuthamini mchango wangu katika maendeleo na ustawi wa nchi yetu. Ila kama nilivyosema siku nikipokea tuzo hiyo, mafanikio haya yaliyopatikana yanatokana na mchango mkubwa wa Bunge, viongozi wenzangu serikalini, pamoja na Watanzania wote. Kwa hiyo tuzo ile ni yetu sote. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu.